Oye. Oye. Dr. Nchimbi, oye. oye. Mzee Wasira, safi. Dr. Mwinyi, oye. Wangu kwa maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, katibu wetu wa mkoa wa wilaya na wajibu wa kamati ya siasa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 kuwa nimetumikia kwa miaka kumi na tano kutoka mwaka elfu mbili na kumi. <clears throat> Sasa nimefika wakati, kwa mshikamano tuloujenga, kutoa fursa kwa wanaruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo waweze sasa <clears throat> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana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 mimi ni mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea nao kutokana na, <andela> na. <klos> au, majukumu haya kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee, wale ambao nilikuwa naona wanapenda kushiriki kwenye maendeleo yetu, wale ambao niliungana nao katika kufanya kazi za maendeleo wilaya ya Ruangwa ambao leo wameshaanza kuchukua fomu. Hawa wote waliochukua no fomu ni wazaliwa wa Ruangwa, wana Ruangwa ambao nimeshirikiana nao kipindi chote cha miaka 15 kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo wanakuja kwetu, wanakuja kwenu wananchi, kuja kuendeleza jitihada ambazo tumezifanya kwa pamoja, kuja kuendeleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuja kuhakikisha kwamba Ruangwa ina paa kwa kasi na naamini wote wamekuja, kila mmoja na uwezo wake, tunatarajia jitihada zake binafsi, lakini mshikamano ambao sisi tutawapa na mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nao wote pamoja waliokuja kuchukua fomu <laughs> lakini baada ya mchakato huu, yule ambaye atapewa dhamana ya Chama cha Mapinduzi kupeperishwa bendera na kuingia madarakani, hatutamwacha peke yake. Ruangwa tuone haya mabadiliko, ni ya kawaida, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu pia huwa anaongoza. Mwenyezi Mungu amepanga kila mmoja na shughuli zake na namna yake mwanzo wake na ukomo wake. Kwa hiyo maamuzi haya pia ameongozwa na Mwenyezi Mungu kwa nia njema kabisa, na makada waliokuja leo kuchukua fomu, na ameongozwa na Mwenyezi Mungu waje kuchukua fomu, lakini mwisho wananchi watafanya maamuzi ya kumchukua mmoja miongoni mwao. Kwa tabia tuliyojijengea wana Ruangwa, huwa hatutengani sisi. Tulipoanza mwaka elfu mbili na kumi tulikuwa kumi na mbili, na baada ya mchakato mimi kuingia madarakani, wale kumi na moja tumeendelea kufanya na kazi nao mpaka leo hii. Kwa leo wanakuja hawa mpaka muda huu, kwa sababu muda bado haujaisha, saizi wanne, labda wengine watakuja sote baada ya kukamilika kwa mchakato tutaendelea kuwa wamoja. Ni wasihi wajumbe wa kamati ya siasa, tuwape ushirikiano. Najua kipindi hiki ni kipindi cha mchakato wa vikao, labda hawatapata nafasi ya kupita, lakini watakapoambiwa wapite, hamasisheni wananchi kuja kukutana nao. Ndugu zetu watatoa maelezo ya namna ambavyo wataweza kuhudumia wilaya yetu ya Ruangwa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 kwa kuwa bado ni mtumishi wa umma, lakini pia kwa kuwa bado ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM, bado tutaendelea kwa wamoja ndani ya chama chetu hapa wilayani Ruangwa, kuhakikisha kuwa uchaguzi huu mkuu unaokuja, na sisi chama cha Mapinduzi tayari tumeshapata wagombea. Nafasi ya urais ni Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan mgombea mwenza ni mheshimiwa balozi emmanuel john nchimbi na kule zanzibar ni mheshimiwa dokta huseni al hassani mwinyi <clears throat> wana ruangwa tuendelee kushikamana tuhakikisha kwamba viongozi hawa hasa mheshimiwa dokta samia sulu hasani akiwa anasindikizwa kama mgombea mwenza mheshimiwa balozi nchimbi tuhakikishe kwenye mikutano yao tunakuja kwa wingi tusikilize sera, lakini pia siku ya uchaguzi tuwapigie kura nyingi za kutosha. Ruangwa tushajenga msingi wa kwamba Ruangwa ni ya mama Samia. Bado kauli mbiu ile ibaki kuwa Ruangwa ni ya Mheshimiwa Dokta Samia, na tutakapopata mmoja kati ya wadau wetu hawa basi tutaunganisha Ruangwa ni ya Dkt. Samia plus huyo anayekuja mye. Kwa hiyo niwatakie kila laheri kwenye mchakato huu, naamini eh, Mheshimiwa mwenyekiti unaendelea kusimamia mchakato huu, katibu unaendelea kusimamia mchakato huu, na kwa kuwa leo ni siku ya mwisho tutapata takwimu halisi ya wale ambao watajitokeza <tune>